Kama wanachama wa CCM na kama wananchi wa kawaida sisi, tunapaswa kuwa wa kwanza kwenda kupiga kura tarehe 29, tuamke mapema tukapige kura. Chama cha mapinduzi kimewaletea wagombea watatu. Mgombea wa, wa kwanza kwa nafasi ya urais ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na mgombea wa pili kwa nafasi ya ubunge ni kijana wetu, binti yetu, rafiki yetu na mama yetu Yagi Maulid Kiaratu. Lakini mgombea wa tatu aliyeletwa na Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya udiwani kwenye kata wetu ni mseme, limseme, nisimseme yeah. Anaitwa Kiba Kiba Samia yeah. eh. yeah. zangu mimi naitwa Hamisa, ni mjumbe wa baraza kuu la Umoja wa Vijana wa sisi kutokea mkoa wa Singida. Vijana hapo vipi? Ndugu zangu, nami niungane na viongozi wote waliotoka kuyanena mema ya chama cha mapinduzi. Ni utaratibu wa kawaida kila baada ya miaka mitano kwa nchi yetu ya Tanzania kuingia katika uchaguzi ni jambo la kawaida kabisa, lakini ni jambo ambalo kila chama kinajaribu kushindanisha chama chake na Chama cha Mapinduzi, uongo kweli? Kweli. Lakini nyinyi ndugu zangu ni mashahidi, chama chetu cha mapinduzi ni chama kinaingia kabla hakijapigiwa kura, kinaweka mkataba baina ya wananchi na serikali. Uongo kweli? Mkataba huo, ndugu zangu, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie ilani ya ishirini na tano ishirini thelathini ni ilani ambayo imejitosheleza kila kitu, wazi. Ni ilani ambayo inayafahamu yapi anakwenda kuendelezwa, yapi anaenda kuanzishwa upya. Si ndivyo? Ndugu zanguni, nawaombeni sana. Ikifika tarehe ishirini na tisa twendeni tukamchague Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, si kwa sababu tunakwenda kumpa kura za huruma. Hapana, tunakwenda kumpa kulingana na kazi kubwa aliyoifanya ndani ya miaka minne. Ni kazi kubwa aliyoifanya mwanamama huyu ya kuliaminisha taifa na dunia kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi ndiyo mgodi unaotoa viongozi bora na sio bora viongozi. Ndugu zangu, naombeni niwaambie, tunaye mama yetu kipenzi Yagi Maulidi Kiaratu. Ni mwanamama ambaye kwa sisi tunaotokea Majengo tuna historia ya kusema ya kwamba jimbo la Singida Mjini, mmemleta mtu sahihi kwa wakati sahihi. kama alikuwa balozi wetu, Mungu akampa akampa hekima, uvumilivu akaihudumu nafasi yake vizuri kabisa, tukaamini tukasema huyu atatufaa kwenye nafasi ya udiwani. Tukampa udiwani, akaenda na udiwani ule. Alipofika manispaa wakasema, huyu mama sio wa kawaida, huyu mama sio mwepesi mwepesi. Ndugu zangu, tumjaribu na umea, unaibumea. Akapewa unaibumea, akaongoza vizuri sana lakini kama vile unavyofanya vizuri, wenzako wakikuamini, wanazidi kukupandisha nafasi za juu. Akapewa akapewa umeya aka kabisa, akawa ni mstahiki meya, na tunaifahamu kazi yake kubwa aliyoifanya, uongo kweli. Ilipofika ishirini ishirini na tano, wananchi wa jimbo la Singida mjini tukasema huyu meya si wa kawaida, ni kama tulitembea kwa kuambizana, tukampa kura, akaongoza kwa kura akawa ndiyo mbunge wetu mteule. Leo najisikia fahari ya kusimama mbele yenu ndugu zangu, nikimwombea kura mwanamama shupavu, jemedari, anaojua uongozi nje ndani. Anajua balozi anataka nini, anajua diwani anataka nini, lakini kubwa zaidi, anajua wananchi wa Singida wanahitaji kitu gani. Nikiyasema haya ndugu zangu, naombeni mjenge picha kubwa ya kwamba siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa ni kama vile iwe leo, tutiki, tuendelee na kazi na mbunge wetu hapa. Naombe sana ndugu zangu, ikifika siku ya tarehe ishirini na tisa twendeni tukazipige kura nyingi za ndio, tukampigie mheshimiwa mbunge hapa. Mimi namwita mbunge kwa sababu kasha shinda. Uongo kweli? imebaki kuapishwa. Uongo kweli? imebaki kuapishwa, aapishwe mama aanze kazi. Yagi ni mtu wa kazi, sisi vijana si watu kazi, hatuna hela tuache kazi, sisi ni watu wa kazi. Yagi ni mtu kazi mwenzetu. Ndugu zangu, tutembeeni kifua mbele, mbunge itakupigania lakini pia kwa nafasi ya udiwani, ndugu zanguni, nyinyi mnafahamu ya kwamba nyumba uliyoizoea haina baridi. Uongo kweli? Huyu diwani tuna wasiwasi naye, jamani, tuna wasiwasi naye, kazi yake si tunaijua? Ni waombeni, twendeni tukayapigie kura mafiga matatu ya Chama cha Mapinduzi, tukirudi hapa jioni siku ya tarehe 29 jioni tunafurahia ushindi maanake tutakuwa tumechukua na kuweka